Siofahamu, Mama Mongella alikuwa kinara wa mabadiliko ya haki ya wanawake, sio Tanzania na Afrika tu, lakini pia duniani mm. na sisi nikiwemo mimi ambaye natambua, naona na nashabikia nafasi za wanawake katika uongozi na utumishi wa nchi na kuona mchango wa mzee Mongella waziwazi, ni wazi kwamba mama yetu Getrude Mongella asingeweza kusimama kidete kutetea haki na nafasi ya mwanamke katika jamii na katika dunia kama mzee Mongella angekuwa mpinzani wa, wa jambo hili. <coughs> Kwa hiyo kwangu mimi, mzee Mongella ni kinara wa mabadiliko ya haki za wanawake duniani ametoka mbele yetu hapa, Mheshimiwa Spika, yeye ni kielelezo cha mafanikio ambayo wanawake wamepata katika kuaminiwa na naes, lakini vile vile wamepita maspika wengine akiwemo Mama Anne Semamba Makina ambao nao ni matokeo ya Beijing, lakini pia rais la wetu Samia Suluhu Hassan ni matokeo ya Beijing. Kwa kwa sisi tunaojua nafasi ya mwanamke tunaojua uwezo wa wanawake na tunaojua utumishi wa wanawake, kwetu sisi Mzee Mongella ni shujaa wa kipekee. Lakini <laughs> pia kipekee, namshukuru Father George Nzungu, ameongea maneno mazito sana, ameongea maneno ya hekima, ameongea maneno hata mimi, watu wenye vichwa vigumu kama mimi tunamuelewa. <laughs> Nakushukuru sana baba padri. Ametuasa kwamba kila kitu kinapita, mali zinapita, madaraka yanapita. Hatuna sababu ya kutopendana, hatuna sababu ya kujengeana chuki, tuungane kujenga nchi, huku tukijua wote tunapita. Baba padri, wito wako tumeusikia, lakini vile vile amesema tu umoja wa nchi yetu ungepatikana kirahisi Umepatikana kwa tabu. Wazee wetu wamehangaika, na wengine ndio hao, mmoja wao tunampumzisha leo. Wamehangaika nchi yetu hapa. Ameomba tulinde umoja, amani na mshikamano, ameomba tukwepe kubabuana. Na hayo alivyowaambia baba padri, kusema ukweli, kama kila mtu akiyafuata, wa sisi CC, wana CCM tukifuata, watu wa vyama vingine vya siasa wakiyafuata, tutafika mahala wote tutajivunia